Mwalunenge, sema sisi wana Nzovwe hatuogopi vibaraka. Sema mimi naitwa Patrick Mwalunenge ndo mbunge wa jimbo hili la Mbeya mjini Wakati naomba kula nilikuwa nasikia naongelea sana mambo ya kuwawezesha kiuchumi kiuchumi kiuchumi kiuchumi, si ndio? Yeah, yeah. mipango ya hela yeah. Sasa mi nimekuja leo hapa mm. Naelewa nimekuja hapa kuwasalimia sawa. hey, nimekuja kuwasalimia watu wangu wanzovwe na mnajua mimi yeah. Hey, ni mtu wanzovwe, lakini kuwasalimia kama mbunge siwezi kuondoka tupu. Nimesema nianze kutoa baraka kwenye kijiwe hichi, si ndio? Yeah. <laughs> Tutaendelea kufanya hivyo, <laughs> lakini tutaanza kutoa kwenye baraka kwenye kijiwe hichi cha pikipiki piki. <laughs> Leo na hapa bodaboda moja hapa mpya. <laughs> <Umeelewa? laughs> Na ikabidhi kwa uongozi ni wakanda ni wa nini ni <laughs> <wakani, laughs> <kwenye? laughs> mnajua wenyewe utaratibu wenu si ndio? <laughs> pikipiki hii ni ya kijiwe hichi <laughs> Mtakuwa mnakufanya hizo hela katika utaratibu ambao wenyewe mnajua, nataka kila wakati idhai pikipiki nyingine pikipiki nyingine sawa, pikipiki nyingine hivyo hivyo. Mkifanya vizuri, nawaongeza tena. Ninachotaka mnyanyuke, mnaelewa? Sijui nawezeshana e, wenyewe yani hii ina test tu mitambo, lakini mambo mazuri yanakuja. Haya, kiongozi kijiwe hiki yuko wapi? Aseme. Mheshimiwa mbunge, binafsi kwa niaba ya kituo tulipopokea hizi taarifa, tunashukuru na tunashukuru sana tutajitahidi kama ulivyotuagiza, nadhani hii itazaa pikipiki zaidi hata tano, tutajitahidi kabisa, na tunaomba uendelee kutuunga mkono, si kwa kijiwe tu hiki na wengine wetu uko wafaidike. Asante sana, tunashukuru. Haya, diwani wewe ndio kwa <laughs> asante. Kwanza asante Mheshimiwa... kwanza ni... ni kushukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa jinsi unavyoendelea kuwawezesha vijana Uh, mimi sitaki kuongea maneno mengi. Mungu akubariki sana kwa kazi unayoifanya kuisaidia jamii, kusaidia vijana, na ni heshima kwetu sisi pia kama ulivyosema toka mwanzoni kwamba wewe ni mkazi wa Nzovwe na umeamua pendo kuanzia nyumbani. Mungu akubariki sana. Sina mengi ya kuongea kama alivyosema kiongozi hapa, kwamba tuna matumaini kwamba utaendelea kuwasaidia na wengine huko mbele. Mungu akubariki sana. Sasa niwaambieni, wana Nzovwe leo mimi nimekuja kuwasalimia kwa maana toka tulipochaguliwa, nilipochaguliwa kuwa mbunge sikupita kuwasalimia, nikuja tu hapo nikahutubia mkutano hapo ndani wa vijana kwa iyo, na dharura. Kwa hiyo kwanza nawashukuru kwa kunipigia kula na kunichagua na kuonyesha imani kwangu, sawa ndugu zangu yeah. Lakini la pili pia nikutoa pole kwa yale yaliyotokea wakati wa uchaguzi. Bali mama ambayo hakuna aliyategemea lakini ndio alitokea. Yeah, yeah. Na maisha lazima yafanye nini? Yaendelee. Yeah, yeah, yaendele. Tuwe na utulivu. Mheshimiwa Rais ameshaunda tume, itachunguza itatuambia ni nini kilichojiri kwenye ule uchaguzi. Baada ya hapo ndio tutakuwa na nafasi ya kuzungumzia hili jambo. Na e, kwa sasa nawaomba waomba wana Nzovwe na wana Mbeya tuwe na utulivu kwa sababu maisha lazima yaendelee. Ile ni ajali ile, tupate umetupata wote tumeshaumia, lakini hakuna namna, kwa maisha lazima yaendelee. Kwa salamu zangu mimi za leo Jumapili ni hizi: moja ni kuwasalimia, lakini na kuwashukuru, lakini pili kuongea kutokana na yale yaliyotokea kwamba sasa tuangalie mbele, kwa maisha lazima yaendelee na tukemee vitu visiendelee tena. Sa, mipango tulionayo kwa ajili ya maisha kuboresha maisha, maisha iko mingi, hasa hatuwezi kuifanya hii mipango huko watu wanakimbia. Naongea uongo, ndugu zangu, naongea uongo kweli kweli kabisa, hatuwezi kufanya mipango ya hela wakati huku watu mnakimbia kimbia, na mimi nishasema, yani miaka yangu mitano nataka tutoe matajiri Nzovwe, Mabatini, Iyunga, Iwambi, kata zote, ama tutoe matajiri tena matajiri, watu toka huko chini tuwanyanyue juu. Miaka yangu miye, niela, mitano kwa yeah, sababu mimi mpango yangu miaka yangu mitano ni hela. Mnanielewa sijui? Mazungumzo yangu mimi ni hela, miaka yote mitano, mpaka kieleweke. Mnanielewa sijui sina mazungumzo mengine mimi, kwa sababu serikali ya Samia itajenga barabara, mi ndasimamia, hospitali ndasimamia, mitaji itakuja. Mimi mipango yangu ni hela, sime nielewa ko. Naomba mtulie watu wangu wa Nzovwe na Mbeya, mtulie, tutengeneze mipango ya hela. Daktari Samia amesha tenga bilioni mia mbili amesema kwa ajili ya mikopo vijana. Msikope mikopo ya kausha damu ile. Sasa hivi ni wakati wa kuzungumza bana, tuletee hizo hela, umeelewa? Yaani sasa hivi ni kumbana Mheshimiwa Rais Atulete, sasa atuletee zile bilioni mia mbili. Katika bilioni mia mbili, kipande chetu megewe kiweje? Mbeya hapa mwanzo kupata hela kwa masharti nafuu na, na hazitakuwa na upendeleo. Tunataka wale watu ambao hawana hawa mitaji ndio wapate kwa masharti nafuu umeelewa? Ndio. Rais Samia anajua zile hela za asilimia kumi hazitoshi lakini pia kuna watu ambao wanapewa ambao sio wenyewe. Naongea uongo kweli kweli? Naongea uongo kweli? Sasa tunataka hela zishuke kule, kwa sababu sasa hivi tumeshamaliza tatizo la umeme. Mradi ule wa umeme kule umekula karibu trilioni si ngapi? Ndio maana ya, umeme unaona ukatiki. Sasa yale matrilioni hayo sasa hivi yanakuja huku, yanashuka chini, yanaenda shambani kwenye mbolea. E, tunawezesha watu mitaji kiuchumi. Sawa jamani, kwao muwe na imani. Nawapendeni sana Wananzovwe. Ndio maana nimekuja Jumapili. Haya, njoo ni wakabidhi pikipiki. Yaani, hii ni rasharasha, mvua ya mawe inakuja. Haya, hii ni rasharasha. Yuko wapi mwenyekiti? Haya, ikague bwana. Pikipiki si mpya hii yeah? Haya, iwashe. Test kabisa, iendeshe endeshe. Nzovwe oye! Nzovwe oye! wasafirishaji oye! Kwa hiyo watu wangu wa Nzovwe, Nzovwe yote mnisikilize. Sasa hivi sio muda wa kuanza kujadiliana siasa, siasa imeisha, tutengeneze hela. Naongea uongo huku? Hey, kuongeongea masiasa siasa huku kunatuchelewesha sasa hivi. Tengenezeni vikundi, mje mnidai mimi, tumetengeneza kikundi hiki hapa, sakosi hapa, tuletee mtaji. Ndio nataka kusikia hicho, nanisikia ndugu zangu, miaka mitano mkifanya mchezo a, kulaumu wenyewe baadaye huko ndo wakati wa kupata pesa, utajirika hii miaka mitano hii. Tuache sasa hivi kuongea siasa, sasa hivi unajua tuongelee mipango ya hela manalewa, ndugu zangu, yeah. Pesa yaani kila toka asubuhi, ukimwona mwenzangu ukijiona naongelea siasa, kae pembeni. Sasa hivi muongelee hela, sawa jamani? yuko wapi yule leva jo? Chukua na mtaji wa mafuta huu. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba shingapi tenki najahingpien <laughs> <laughs> pikipiki elfu <laughs> arobaini <laughs> <laughs> moja mbili tatu nne tano sita saba nane. Ah, arobaini bana. moja mbili tatu nne tano. Hii hapa hapa, mtaji wa mafuta haya, pikipiki hapa hapa, pikipiki hapa ziko ngapi hizo? Hapa tuna pikipiki kumi na tano. hesabu hesabu hizo pikipiki hizo, nizione hizo Mm. laki moja mbili tau, laki mbili moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi, laki tatu moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi, laki nne, oyeay msikilize moa msikilizeni msikilzeni msikilizeni mnachokitaka mimi